Wana sawa sawa digital, kama wewe ni mzuri wa kutufuatilia au matukio yote ambayo tunakuwa tunakupostia katika akaunti yetu, unatufuatilia, story hii haitakuwa ngeni sana kwa upande wako, story ambayo inamhusu eh, Kanye West pamoja na Jay-Z. Nakumbuka kwamba wiki iliyopita kulikuwa kuna kukuna, kuna kuna malumbano ya hapa na pale, Kanye West akiwa anamlalamikia sana Jay-Z kutokana na master house au miliki zile za eh, nyimbo zao ambazo wamekusha kuziimba. Kuna nyimbo nyingi ambazo inaonekana kwamba Kanye West ndiye alikuwa mmiliki halali wa hizo nyimbo lakini pia Jay-Z akawa anaonekana kama yeye ndo anazimiliki, alafu anajisifia kwamba yeye ndo nyimbo zake na akawa anazitoa na vitu vikawa vinaenda kinomanoma. Lakini sasa siku ya leo Kanye West e, pia ameweza kuweka wazi tena kwamba anamuomba msamaha Jay-Z kutokana na yale maneno lakini pia e, vitu vyote ambavyo vimeweza kutokea ambavyo amekwisha kuvisababisha mwenyewe e, iwe ni kwa bahati mbaya au kwa bahati nzuri, ameweza kumuomba msamaha bwana e, Big tunamwita e, JZ. Lakini pia Kanye pia ameamua kumuomba msamaha huyo JZ kutokana na tweets zake nyingi sana za kukera ambazo alikuwa akizifululiza kuziposti katika mitandao yake ya kijamii. Ya kupitia msamaha wake Kanye West amesema kuwa e, pia anajisikia vibaya juu ya tweets zake ila alitoa maisha yake kwenye industry na alihisi watu wengi ni familia yake, lakini muda ambao alikuwa akiwahitaji kwenye mambo muhimu, hakuna hata mmoja ambaye katikati yao walikuwa eh, marapa mweusi mw walikuwa upande wake eh, bana, hiyo bana imekuwa imemuuma kinoma, na maana ameweza ku kwamba msamehe na mambo mengine aweze kuendelea. Tunajua kabisa kwenye swala zima la industry za muziki e, sio kwa bongo tu, lakini e, e, kila mmoja anahitaji kuongeza mashabiki wengine k sio umekana ndugu zako marafiki, lakini ukawa unahitaji kuwa na watu wengine zaidi hata ya hao ambao uko nao kwa muda huo. Hii ni sawasawa digital, tuendelee kusubscribe ili tunaweza kupata taarifa nyingi zaidi, na kuweza kuwa wa kwanza kujipatia taarifa hizi. Kusubscribe tu kwa, kwa sababu so, tunakwambia sawasawa ni habari nyezani mwako.